Mke wangu, ina maana umesahau hata kile kiapo ambacho tulikula ile siku tunafunga ndoa mimi na wewe ha? Tulikula kiapo kabisa kwamba tutaishi kwenye shida na raha. Kwa hiyo huu ndo wakati wewe unapasa uonyeshe kile kiapo chako ulikula. Kwa namna gani natanithamini mimi katika hii shida ambayo niko nayo sasa hivi? Kwa nini tulikula tulikula kiapo kiapo, tutaishi tutaishi kwenye shida na raha, si ndio? Ni kweli, kwenye shida na raha. Kwa hiyo hizi ndo shida na raha ambazo tunazipitia sasa hivi si ndio? hivi ni shida na raha zipi ambazo tunazipitia sasa hivi? Mimi kipindi chote naishi kwenye shida tangu nimefika humu ndani. Unadhani kwamba mimi nimetoka nyumbani kwetu, nilikuwa sili? Sijafata chakula hapa, wala sijafata kuvaa na kupendeza, sawa? Nilichofata mimi ni haki yangu. Kama sipati haki yangu ya ndoa, ni raha gani ambayo nitakuwa naipata kutoka kwako? Tangu nimefika mimi hapa, hakuna raha yoyote ambayo nimeipata kutoka kwako ni shida tupu kwenda mbele. Sasa nikwambie kitu kimoja, mimi Zarina nimechoka, nimechoka. Hii hali siwezi tena kuendelea kuwa na wewe, mke wangu. Naelewa ni namna gani ambavyo unajisikia, lakini sisi ni vijana bado, muda tunao. Tafadhali nipe nafasi ili tatizo mimi na Imani litaisha tu na tutapata mtoto eh. Maisha yetu yatarudi kuwa na furaha kama zamani. Tafadhali mke wangu, naomba nielewe. Tutapata mtoto. Hivi unategemeaje ushindi kwa uchezaji mpira wa namna hii? Ushindi unatokana na idadi ya magoli. Haya, niambie, lini ulifunga goli humu ndani? Mke wangu, unajua siri za wanandoa hufichwa na wanandoa wenyewe. Sasa naona kama unaanza kunidhalilisha. Tafadhali, wewe ndio wakunifichia mimi madhaifu yangu. Naomba nipe muda, jambo hili litakaa sawa tu, mke wangu. Kwani unataka kunielewa? Tafadhali nikupe muda, si ndio? Sasa utaona huo muda nitakakupatia. Subiri hapo po. Ah, mke wangu mbona ghafla sana? Naona umeenda kubadilisha nguo, umependeza, na nikikuangalia kabisa hapo, wewe una dalili zote za mtoko. Alafu mimi mume wako sina taarifa yoyote juu ya huo mtoko wako. unaelekea wapi? Hmm. mimi mume wako sina taarifa zote za huo mtoko unataibu. Yaani hii safari kama nikikwambia, moyo wako unaweza ukapasuka vipande vipande, ndiyo maana sitaki kukwambia kwa sababu sitaki kuendelea kukuumiza zaidi. Kwa hiyo naomba tu nipishe, nipite. Nisikilize Zarina, ni bora ukweli unaoumiza kuliko uongo unaofariji. Tafadhali naomba unaambie ni wapi unapoelekea. <laughs> Aya, kumbe kuna watu kama nyinyi ambao mnapenda kuumia. Sawa, Nitakwambia wapi ninakoelekea. Mimi ninaelekea kwa mwanaume aliyekuzidi vitu vingi, aliyekuzidi maujuzi akiwa uwanjani, mwanaume anayejua kunyumbulika na kuweza kumlizisha mwanamke, anayeweza kufunga magoli mengi tena yenye ladha zaidi. Kama mwamnieto upo, kwa hiyo kaa pembeni Lakini...

Shikamama maraba. Karibu. Asante. ni nani wewe? Mi naitwa Kelly, ni mchumba wake na Shani. Mchumba wake na Shani? Ndio ule kijana ulikuwa unaonyesha sinema kule bichi, ulitaka kuharibu furaha ya mwanangu kwenye tukio muhimu sana hivi. <tukumuhimu> Kijana, unavyojiona, jiangalie kuanzia juu mpaka chini, kisha jirudie tena kujipandisha juu. Una hadhi ya kuwa na Shani wewe? una hadhi ya kuishi ndani ya nyumba kama hii kijana? Angalia watu wenye hadhi yako Angalia maisha yako, achana na binti yangu, si unanielewa wewe? Anyway, uenda Beach kwa sababu ulikuwa unaigiza bichi, unahisi na sisi tulikuwa tunaigiza? moja ni kupe ofa nini, nikakuonyesha maisha halisi ya shana naisha akiwa na fulana mume wake. baada ya hapo wangu ni mambo gani ambayo unayafanya ha? Ujua kabisa kwamba wewe ni mke wa mtu, kwa nini unafanya mambo haya hadharani Mwisho nimechoka, yaani nimechoka, nimechoka, nimechoka, haiwezekani. Mimi naishi na watoto ambaye wote hawajielewi. Ni watoto wa aina gani wasiokuwa hata na huruma hata theluthi ya kuhurumia tu, hata yule mamaya Kompyuta ilikuwa kwa ni ngumu sana, kwani bei zake zilikuwa juu mno, lakini sisi Power Brand Shop tumelirahisisha hilo. Unaweza kumiliki kompyuta kwa gharama ndogo sana na kompyuta ika yenye viwango vya juu kwa shilingi laki moja na elfu tisini na tano tu. Unaweza kupata laptop kompyuta na La kwa shilingi laki moja na elfu tisini na tisa unaweza kupata desktop kompyuta. Lakini pia tuna bidhaa nyingine nzuri kama vile hard disk drive, printer, game playstation, kamera, CCTV kamera na vifaa vyake. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Salmini na tua tugawechemchem Barcelona zaidi, tupigie kwa simu namba 0746717282 0780717282. Kwenye mitandao ya kijamii Instagram na Facebook Net Power Brand Shop, Power Brand Shop. Ngosha wa kanda ya Ziwa. Mnataka niishi vipi? Nifanye nini ili mnielewe kwamba mimi ndo mama yenu? Nahitaji hiki. Watoto wasiosikia wala kujielewa. Ni watoto wa aina gani? Mna udogo gani? Kila mtu nala kwake eh? Keli anifanyie haya, kila mtu nala kwake haya. Huyo kimu nilimwite tu vizuri kwa dhati eh? Nimembembeleza kwa heshima zote, aseme tu ukoli wake ndani ya moyo wake, ili basi mimi niweze kujua ni jinsi gani nitaweza kumbembeleza mwanangu Keli, angalau niweze kuwafungisha ndoa. Matokeo yake mikanona mimi hayawani kanona mimi pungwani, anakataa mbele yangu, mbele ya kikao. Mnatoka anaenda kukubali. Nji haya, nambembeleza anakataa, manake nini? Lakini mama, mbona kuna tatizo lolote? Tuongea tu na Keli ili mkubali, Kimu. mm-hmm. tena ishia hapo hapo. Uishia popo na ukome taratibu, mpaka uzoee huyo Keli. Wautokea, ongea naye wewe, una uwezo naye. Chochote unachokifanya katika dunia hii, kiwe kizuri au kibaya, yule mwanamke hapaswi kusikia. Haya, naomba nikuulize swali, wewe umeoa? Hapana, sijaoa. Uh, Labda una mpango wowote wa kuoa? Ndio, ila sema sijapata mwanamke sahihi wa kumuoa. Kwa hiyo yule mwanamke pale sio sahihi kwa upande wako? Hapana, yule mwanamke ni mke wa mtu. Kama anaweza kuisaliti ndoa yake, vipi mimi nikimuoa nikamuweka ndani Lazima atanisaliti. Safi sana, unajibu kwa confidence ya kutosha. Kwa hiyo wewe unafahamu kabisa kwamba yule ni mke wa mtu, lakini bado unaendelea kuwa naye katika mahusiano. Ina maana upo tayari kumuumiza mwanaume mwenzio, sindio? Nisikilize kwa makini, kwenye maisha yako ogopa sana ndoa ya mtu kuna kauli ambayo vijana wengi sana wanapenda kuitumia kwamba mke wa mtu sumu, geto nina maziwa. Lakini hii si nzuri hata kidogo. Mke wangu ananisaliti, wa tena ananisaliti na wewe, ambaye nakuona hapa mbele yao yeye mwenyewe haoni thamani ya kimu wala hamjali. Alafu wewe ndo kaongea naye kama nani? Alafu we unaingilia wenzio, kwanza ya kwako umeaweza? Au ndo unajifanya lumbungu wa kuimba la wenzako, wakati wewe la kwako limeshakushinda eh? Wee ala ulipo hapo, wee ni mzima sana, si ndio? Au kwa sababu umeniona nimekaa kimya kuanzia umekuja na litumbo lako Aliyekutia mimba hajawahi kutia kwato yake hapa, hajui mtoto anakula nini, wala anaishi anaishije ishije mpaka hapo alipofikia. Kwa sababu meniela na nyamaza, mnanichukulia kama mimi vile pungwani, hayawani fulani hivi, ambaye sijielewi, si ndio? Sasa mmenitibua mmetibua vilivyo. Lala kama unajali thamani yangu, na mimi ni mzazi wako, ili tuweze kuelewana, nataka mfuate lile ninalolitaka, ama sivyo ni bora nife nitoke kwenye huu ulimwengu. Bora nifuate mume wangu kaburini. Nimechoka na watoto walioniachia wasiojielewa. <coughs> Yaani mama, kila siku napenda kuniongelea kitu kama hicho, astafutie <coughs> tu mama mwingine wa kuishi naye kuchoka unauliza? Jibu au nalipigia mstari. Hasa kama una uwezo kutafuta mama mwingine, mbona kama umechelewa, umechelewa sana. Sasa hivi ndio ungechukua hatua ya kumtafuta huyo mama. Kama kuna mama mwingine wa mchongo, atakaye kubali umletee upuuzi? Umekaa unafanya upumbavu wako, ananyamaza kimya, bado anakuvumilia mtafute na wengine ukosa hamu hata ya kula kwa sababu tu ya usaliti. Unajua ni maumivu kiasi gani ninayopitia katika moyo wangu? Najua hauna majibu sahihi ya kunipatia, lakini nakusihi sana, kwenye maisha yako, ogopa mke wa mtu, ogopa kuingilia mahusiano ya mtu Ogopa kuivunja ndoa ya mtu, kwenda kuivuruga. Wewe ni mwanaume kama mimi, ipo siku utapata mke, utaoa mke wako. Akikusaliti utapitia maumivu makubwa kuliko hata ninayopitia mimi, kwa maana aliyeua kwa upanga naye atakufa kwa upanga. Mwanamke ni kiumbe dhaifu sana, hivyo usitumie udhaifu huo kumuumiza mwanaume mwenzio. Pia ni kukumbushe, chochote unachokifanya katika hii dunia, kiwe kizuri au kibaya, ni mbegu unaoipanda kwa mikono yako wewe mwenyewe, na utaivuna kwa wakati sahihi. Kwa heri, brother, uwe na siku njema. kmbua ila kama hakuna mwingine nikiwa mimi ndo mama yako, utafuata lile nalolitaka sasa. Kuanzia sasa hivi nataka chukua simu haraka sana, mpigie simu huyo mpumbavu mwenzio, ninamhitaji haraka sana. Sitaki upumbavu. Lakini mama, unapiga simu au pigi? <tipa> Je, unajenga, unakarabati au wewe ni fundi wa maana basi ujue una kazi na Mwafrika Hardware. Ndiyo, Mwafrika ndiyo duka la vifaa vya ujenzi lenye bei zinazoeleweka na, na bidhaa zao original hadi msingi. Hapa hakuna kubahatisha, ni huduma, ubora na uaminifu, from foundation hadi finishing. Mwafrika iko na wewe hatua kwa hatua. Tupo Tabora mjini, uliza Mwafrika Hardware. Jina linajieleza. Mwafrika Hardware, tunajenga kwa uhakika. Mwafrika Hardware shop. Kwa ajili yako nafosi furaha japo moyo wangu unabongera jiraha naishi kwa shida wazo kichwani kwangu kahira kuna muda anasema sina bahati ya kuishira yeye yeah, yeah. Japokuwa mimi mpenda, mpenda kwa dhati, dhati na sichoki kuwa na yeye yeah, yeah. Mm. Kwa vitu walizonipa bila nitesa nikikumbuka siku kucha, viwanja vyote nilifika kwa wakati nilipewa nachotaka.